Wakazi wa kijiji cha Ratta kaunti ya Kisumu wanakadiria hasara baada ya mashamba yao kuvamiwa na nyani. Mali ya thamani sasa inaozea shambani huku nyani hao wakionekana kupura baadhi ya mimea na kusababisha uharibifu. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Lora Utieno, wakazi hao sasa wanalalamikia unyanyapaa kutoka kwa vijiji jirani. Hali isiyo ya kawaida inashuhudiwa katika kijiji cha Ratta eneo bunge la Seme, kaunti ya Kisumu. Imekuwa jambo la kila siku kwa wakazi kutembea na silaha ili kukabiliana na nyani ambao wameongezeka na kuwa wengi kwa mwezi mmoja sasa. Muda mfupi baada ya upanzi, wanyama hao walivamia kijiji hiki, matokeo ya uvamizi huo yakidhihirika shambani. Tunapanda mahindi, mahindi ikianza kutoa watoto wana, wanang'oa yote, inabaki tu hivo, inabaki bila watoto. Mtama pia ni hivyo hivyo, wanang'oa yote wakiweka chini. Nimelima ni, ni, ni mahindi samba mbili, lakini nimelima nene round hii hakuna hata kidogo ambayo itaenda kwa nyumba, yani ni chakula yote tayari wamekula. Kando ya samba yo juzi nilipiga miongo nikawachia watoto wakajiingia njenda mbewa wakakula hiyo miogo yote watoto wakarudi shule bila na njaa. Kando na kubeba silaha hizi, wakazi pia wanalazimika kusitiri baadhi ya mazao kwa kutumia vitambaa. Mbwa wa kijini humu pia hawajasazwa. Umbwa ikikuja kuwa tu moja kama umbwa naenda gu, gu, gu. Unaona hiyo hiyo ngeri hiyo dume ina lnakimbia kabisa. Sasa tunaomba serikali watuangalie na macho nyororo, ili wakuja wachukue hii vitu yao, wapereke huko mbali. hii chakula ya usaidizi sijui inaitwa namna gani? Kiswahili siyo lugha yetu sisi, tunataka hiyo watulete yawa Li, skiali likiango hapa watulete hapa. Kilichosalia ni kuona iwapo serikali itajukumika na kuokoa mazao pamoja na wakazi walioathirika. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.